Jengine changamoto inayotukabili tukabili ni rasilimali, rasilimali zetu ni chache, kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali mbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo, kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza, kubwa zaidi awamu ya pili, uh, muhula wa pili wa awamu ya sita, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri, tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni, karekebisheni hili nendeni kam yule nenda kamkisi usimnyukue, usi, usi lakini yule sijui kamfanyeje mradi. Badala ya ku, ku, kupata approval kwa miezi mitatu minne, tunachukua mwaka mzima, tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka miwili tunamaliza kipindi chetu, hatutasubiri hayo, tutaanza kwa fedha ya ndani halafu wale wakimaliza no zao, na objection zao watatunga katikati. Tumeelewana na huo, sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi. Nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi na katika hizo mia moja. Kwa hiyo wale wote mlioapa hapa, ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale, wamejitayarisha. Kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku mia moja hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi.